Mambo makubwa watu wakubwa, show kubwa, hii ndo ile show. Sisi ndio wale wasee, bila Roho Mtakatifu sisi ni bure, na sasa inakuwa dhahiri shairi kwamba ni wasaa wa, wakati mwingine lugha hukanganya Man. Man. Man. N, n, n, n, m wakati wa kuinua wakalimani wa kali watakaochipuka na kuchangia katika kueneza injili ulimwenguni katika wizara. Je, Jee, uko tayari? Ni <laughs> nani mkali? Jiunge na Amani Aila katika kipindi cha shangwe kila Jumapili, tukuze wakalimani wa kali. Mkalimani mkali, mkali. Hapa redio zaidi ya bila shaka tunatafuta mkalimani mkali. Uko tayari? Radio Maisha, hello. Nani <Narimu> <Narimu> mwenzangu leo? Manu kutoka Bungoma. Manu kutoka Bungoma. <Narimu> Uko tayari kuwa mkalimani wetu siku ya leo? Tena kwa mpigo. Twende kazi eh?

Nitajaribu, niko tayari, twende kazi. in three two one, then Peter stood up, Peter akasimama, with the eleven, na wanafunzi kumi na moja, raised his voice and addressed the crowd, akainua sauti yake kwenye umati. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, wale wote ambao walikuwa wanaishi Jerusalemu, Explain this to you. Wacha niwaeleze hili kwanyu. Listen carefully to what I say. Sikiliza kwa makini yale ambayo ninasema. These men are not drunk. Hallelujah! Wanaume hawa hawajalewa as you suppose. Ujinsi mnavyofaa. It's only nine in the morning. Saa tatu tu asubuhi. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Hili ni neno ambalo lilizungumzwa na mtumishi wa Mungu Yoeli. Ah, kaka kaka kaka, nimependa nimependa. Nimependa. Oh my goodness. All right. Ah. Asante Khamati. All right, all right, all right. Wonderful. Wonderful! Angalia, Benard Khamati ameperform vizuri sana e, katika awamu hii ya kwanza, nadhani ametop kabisa. Benard Khamati, good job. Tukirudi, kama ujajaribu, hebu jaribu, manake tunataka ku, ku, kuinua na kuchipua wakalimani wakali wakali, na bila shaka watatufaa katika ufalme wa Mungu na katika kueneza neno la Bwana mbele. Usicheze mbali.